Wasabaeba mwanenu Trump is one time colorado king Mugadish family CEO. Nashukuru sana wadau wangu, niko salama, naendelea vizuri, wote waliokuwa wakiniombea, wakinitumainia, wakinipigania, hata ambao waliweza kunilia yamini hadharani ya kuwa nisingeweza kuhusika na tuhuma kama ile kwa yote nasema asanteni, kwa wote, kwa kila mmoja kwa nafasi yake, kuweza kufanikisha mimi kuwa katika maisha yangu tena. Nashukuru sana. You know what, sometimes maisha yanakupa matatizo, ili matatizo ya kuunganisha na watu, lakini pia matatizo ya kuachanisha na watu tu. Nashukuru sana kuweza kujua wanangu wa kweli na watu wangu wa kweli ni wakina nani, lakini nashukuru sana pia kujua watu wangu ambao hawapaswi kuwa karibu yangu wala kupata ukweli wangu ni wakina nani. w Uh, nikajitathmini, nika, nika, nika kama binadamu kwa namna fulani, nikaona kumbe, kuna uwezekano nina marafiki wengi sana wa kipato changu kuliko marafiki zangu. Kwa hiyo kupitia matatizo haya ndo nimejua sio, kwa hivyo kama ambavyo nilikuwa mtu anaona swala langu halihusiani na maisha yake ni juu yangu, ndivyo ambavyo inatakiwa mtu akiwa na changamoto yake ajue ni juu yake na haihusiani na maisha yangu. Asalamu alaikum. nikajitasmia nika ya, so huyu ni Mwakinyo ameamua kuzungumza kwa mara ya kwanza kabisa eh, baada ya kupata dhamana kuhusiana na kesi ambayo imekuwa ikimwandama ya kumjeruhi na kumfungulia mbwa wa mshambulie kijana anayefahamika kwa jina la Ali, ambaye kijana huyo mpaka sasa hivi tayari ameshatoka hospitalini na anaendelea kujisikilizia hali yake nyumbani, ya majeraha aliyokuwa nayo, hususan mguu wake, anadai kwamba mguu wa kushoto umevunjika, eh, ana majeraha mwilini kwa sehemu za mikono, mgongoni, kichwani na sababu kubwa inasemekana kwamba huyu kijana alikuwa akiokota nazi za Mwakinyo na Mwakinyo akamkamata na kumuingiza ndani na kumfanyia hicho alichomfanyia kama the way alivyoelezea katika vyombo vya habari. So Mwakinyo amezungumza hayo baada ya kutoka baada ya kufanya interview na Milad, ameposti hiyo video mitandaoni ame na watu wengi sana wamekuja kuweka maoni yao. Wewe pia ukiwa kama mdau weka maoni yako pia katika comment comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kuriplay kila comment na kila pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata updates zaidi.